Nambia mzee. Fresh man ah, uh, mm. Kitu gani fly. Bana. <laughs> Are you serious? Bankak yeah, am serious. Naona nitania <laughs> Ndugu yangu, nataka kuoa msichana anaitwa Alia. Ule uchukua uamuzi mwezi mzuri sana. Asante hmm. Sana japo mwenzako mpaka leo hii sijafikia hilo swali ah. Sasa ndo mwegi mfano

kitu ulichokifanya mwanangu, eh, katika jamii mmoja ongezea bombe la samani. Asante sana, yani unaweza ukafanya vitu vingi kwa kijana msomi, lakini ukafikia stage ya kuoa, jamii kwanza iangalie inakuchukuliaje. Yani umechukua uamuzi mzuri sana kama kijana sawa, umri wako na ruhusa miaka 28 lakini watu wengine wanakimbia kuwa miaka 35 40 umechukua mwezi mzuri sana na umejengea heshima katika jamii Brian. Labda nikuombe kitu kimoja rafiki yangu, sikutegemea kwamba unaweza kunisupport kiasi hicho. Wewe umenipa nguvu na kujiamini kwamba kitu unachokwenda kukifanya cha kishujaa naweza nikawa mfano kwa watu wengine. Kwa hiyo ubarikiwe sana, kwanza hongera sana, nashukuru sana surprise sana, nashukuru sana na nisikutegemea unaweza kunishauri yani, nilihisi wewe ndo rafiki yangu wa karibu

Wewe, wewe mm, si ni noma mi, mimi, na, mimi ni noma. Yeah. Za story sasa sasa hivi hivi. Hakuna hizo tena. Alafu kila siku nakuambia wewe, unajua yaani wewe kwenye swala la uandishi sijui tena kufananisha na nani. Mimi ni mtu ambaye naamini nasoma story zako kuliko watu wengine wote. Kwa sasa hivi ni muda wa kufanya kazi zetu sisi wenyewe. Mimi nakwambia tuko radhi, sawa? So, tuliski kila kitu kni kuhakikisha kazi zetu zinafika pale ambako wao zimefika. Ni mara ngapi tumefanya vibarua bana sisi? Ah, tumechoka ya mtu hiyo check story kama hizi. Hizi story zote watu wanachukua. Sikitika sana, wakati tutabidi watu watusaidie. Ngoja. Unajua anajifaidisha rafiki yangu sana, na rafiki leo wala jana tunaanza wala jana, unalifahamu na mimi kila siku nakwambia kitu kimoja wewe unajua. Yaani wewe ni mgodi ambao bado hujajulikana. Mgodi wenye kutembea. Utaona na kung'aa. Utaona na kung'aa. Kila siku nakwambia, yaani wewe ni mgodi ambao bado hujajulikana. Ah, wewe kwangu mimi nakuelewa kwa sababu unajua mtu mwenye kuthamini kitu ni mtu ambaye anajua thamani ya kitu. Ni kweli kweli. Ah, kwa mimi naamini kitu. Alafu kingine nikushauri kitu. Tamaa, usije ukakata tamaa kwenye maisha yako. Usije ukakata tamaa kwenye maisha yako. Tutahaswa leo tutaumia kesho, siku ambayo ambayo nataka kukata tamaa, siku ambayo mafanikio yanakaribia kesho yake. Sawa, nakwambia kama rafiki yangu, mimi nakufahamu vizuri sana, na wewe ni rafiki yangu muda mrefu sana. jana hizo nimesoma imenifanya. Alafu, kwa nini ambayo inahusu maisha yako? Kwa nini umekuwa kila story unaandika kama unajielezea wewe wewe tu tu? hata mimi ndugu yangu na maisha yangu ni. Itafika wakati ntaandika iko kitu, kwa sababu unajua unaonekana na mtu unaweza kusababisha niandike story. Huyu jamaa ifanya kazi nzuri, inaitwa huyo huyo Kamara. Hiyo mshikaji. Unajua mshikaji, na alianza kama hivi. Yule mtu mwingine. Inasikitisha sana sana. Inasikitisha, lakini alianza kama hivi. Na mwisho siku anakuambia mpaka alipata matatizo mpaka kufiwa na wazazi wake. Lakini mwisho siku akafanikiwa. Mimi, mimi unajua Kamara pale mimi nimependa kugusa sema mambo amepanda kusema.